Mtazamaji, hii ni RAWUTA TV. Karibu sana katika mwendelezo wa taarifa zetu, na mimi naitwa Beni Monantala. Mtazamaji, kama ambavyo unafahamu kwamba maadhimisho ya Mei mosi kitaifa yatafanyika mkoani Singida. Mei mosi ni sikukuu ya wafanyakazi duniani, kwa Tanzania tunaadhimisha katika mkoa wa Singida. Unapoutaja mkoa wa Singida, ni mkoa ambao umepitiwa na reli reli ya MGR kwa maana ya reli ya zamani hii unayoiona, lakini pia hata SGR imepita katika mkoa wa Singida, hivyo ni mkoa muhimu kimkakati katika usafirishaji wa njia ya reli. Sasa basi, wafanyakazi wa shirika la reli Tanzania TRC, wanachama chao unakifahamu Rawuta na hii ni Rawuta TV sasa, wamejiandaa kwenda kushiriki katika maadhimisho hayo ya kitaifa yatakayofanyika mkoani Singida. Godfrey Siwinga ni mwenyekiti wa chama cha Rawuta Taifa, ambaye amezungumzia maandalizi ya tiara, na ile ya zamani MTI, ara, maandalizi yako vizuri kwa ajili ya Mei Mosi ambayo itafanyika kitaifa Singida kwenye uwanja wa Bombadia. Kama wana reli na chama cha wafanyakazi Rawuta tumejipanga vizuri kabisa kuhakikisha wanachama wote wa Rawuta wanapata kila kitu ambacho kina katika sikukuu hii. Pia nakuwakusanya kwa wanareli wanatirasi pamoja wao wamoja katika kusherekea sikukuu hii kwa pamoja, kwani huwezi kupita, kupita Singida bila kuipita reli Dodoma, Manyoni na Itigi. Hivyo sikukuu inatuhusu sana wanareli kusherekea na kuungana na serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. Samia Suluhu Hassan kwa ajili ya kufanya sherehe hizi za Mei Mosi ya mwaka ambao unafika kitaifa Singida. Hivyo nawaalika, na kuwashawishi na kuambia wana RAWUTA wote kwamba siku hii inatuhusu sana. Na twendeni Singida mkono ndio kufanya RAWUTA. Mtajua RAWUTA ni kitu gani? TRC ni kitu gani? Kama SGR linavyotembea na linavyopita kwa kasi ndivyo RAWUTA tunavyofanya mambo yetu kwa uweledi mkubwa, kwa ufanisi mkubwa na kwa kwa heshima na maadili ya hali ya juu. Hivyo wana TRC wana reli wote Tanzania tukusanyika kwa pamoja kuhakikisha reli yetu tunailinda, tunaitunza, tunaipigania na kuongeza tija na ufanisi katika miundombinu na uzalishaji wa TRC kwa ajili ya kukuza uchumi wa nchi yetu hii ya Tanzania. Mtazamaji ama Singida, kwa hakika mkoa wa Singida utakwenda kuwakutanisha wafanyakazi kutoka taasisi mbalimbali mbali, ikiwemo shirika la reli Tanzania TRC. Wana Rauta watakuwepo. nini rai yake Godi Siwinga wana reli Tumekuja kivingine na tutakutana na Singida. Naomba watanzania na wananchi wote angalieni Singida, reli ya Tanzania TRC, SGR na MJR itakavyoweza kunakshi na kupamba tukio la Mei Mosi Singida. Karibuni sana Singida kwa ajili ya Mei Mosi kitaifa. Asanteni. Mtazamaji, nimefanikiwa kuzungumza na wana Rauta, wafanyakazi wa shirika la reli Tanzania TRC katika stesheni hii ya Kamata. Wao wamejiandaa vipi na maadhimisho haya ya Mei mosi kitaifa atakayofanyika mkoani Singida? Wamenijibu hivi: sisi kama wana reli tunaenda kukutana wa wa Mpanda, Kigoma, Mwanza, sehemu zote za reli tunaenda kukutana kwa pamoja, ili, tujue, tu, ili tuweze kuijenga reli yetu kwa pamoja, tuwe wamoja na tufanye kazi kwa bidii, ili, ili tuweze kumuunga mkono Mama yetu Samia Suluhu Hassan, tuna matarajio makubwa kutupitia serikali yetu ambayo ndio inayotongoza inayo, inayo tuna mategemeo makubwa. Lakini uh, sisi kama RAUTA uh, kupitia kauli mbiu yetu sisi tunaamini kwamba kila mwana reli ana haki sawa, na ndio maana katika kauli mbiu yetu kwamba kila mfanyakazi wa reli ana haki sawa. Lakini kwa, kwa uwekezaji ambao wameuweka mama Samia Suluhu Hassan kwenye reli yetu tunaamini sisi tutakuwa shirika bora la kuajiri kuliko shirika lingine lolote katika nchi hii. Kwa, kwa hiyo namshukuru mama Samia na tunampongeza kwa kazi nzuri anayo, anayo ifanya. Tukutane Singida, tukutane Singida. Tukikwenda Singida tukiwa na kauli mbiu ifuatayo kwamba reli yetu maendeleo yetu taifa letu, na kazi iendelee na sisi kama wana Rawuta tunaiahidi nchi hii, tutafanya kazi kwa kuilinda miundombinu na vitendea kazi vya shirika la reli, kwa sababu serikali imewekeza hela nyingi za kutosha. Tunaomba abiria wetu wapendwa wa TRC, mwape kipaumbele walemavu. Abiria wetu wa TRC, tafadhali sana, wakati tunaingia kwenye mabehewa yetu tuwape kipaumbele ndugu zetu ambao ni walemavu. Naam, mtazamaji, hao ni baadhi tu ya wafanyakazi wa shirika la Reli Tanzania TRC, wakizungumzia namna ambavyo wamejiandaa kushiriki maadhimisho ya Mei Mosi kitaifa, siku ya mfanyakazi pale mkoani Singida. Na sisi Rauta TV tutakuwepo. Mimi naitwa Beni Mwanantala na hii ni Rauta tvulyntsmntatna kushukurum